Lakini wapiga kura ambao ni halali wa kupiga kura ni laki saba elfu kumi na saba, mia tano hamsini na saba, ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema. Kwa hiyo hao baada ya maombi kutimia na baadaye, tume ya uchaguzi itawatangaza kwa kila jimbo, kwa kila shehia ambao wameomba na wamekubaliwa kwa mujibu wa masharti ya sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 na kifungu namba 82, ya wale wale watu wote ambao wamepewa fursa ya kupiga kura, basi tume itahakikisha kwamba inatoa taarifa hizo sahihi kwa jamii na wananchi kwa jumla na kumrahisishia mwananchi kwenda katika kuweza kupiga kura yake katika vituo hamsini ambavyo tume ya uchaguzi imevitangaza. Mara hii tume ya uchaguzi imebadilisha mfumo. Mara ile ilikuwa inatumia vituo vyote vilivyo vituo vyote vya kupiga kura, mara hii imebana vituo kwa sababu ya kuweza kumanage vizuri zile huduma. Ina maana kila jimbo imewekwa kituo kimoja, kwa sababu unakuta kwamba vituo vingine vinapiga kura watatu wawili, mmoja. Sasa ikaona ni busara, basi tutengeze senta moja. Ile senta sasa itasaidia wale wote ambao wanataka kupiga kura ya mapema, basi ni kufika katika ile senta na kupiga kura yao, na baadaye wakaondoka, ili wakaendelea na majukumu ambayo wamepangiwa siku ya uchaguzi tarehe 29. Tume ya uchaguzi itakuwa wawazi kabisa katika kuhakikisha kila taarifa inafika walengwa. Baada ya kupokea maombi ya waliomba kupiga kura ya mapema, tume ya uchaguzi itawatangaza katika ngazi ya majimbo na ngazi ya kitaifa, wote watakaopiga kura ya mapema na watabandikwa katika orodha maalum katika vituo vyote. Kwa hiyo nitoe hofu, nitoe wito, watu wakae tayari kusubiri hizo hatua nyingine ambazo tume inafata Uh, tukishamaliza jukumu zima la kutoa yani, baada ya kufungwa daftari hivi sasa, tume ya uchaguzi imeweza sasa kupata fursa ya kuweza kuanza kuingia na mchakato wa uchapishaji wa kura. Hilo ni zoezi ambalo ni muhimu, lilikuwa linasubiri kukafungwa kwa daftari, na zoezi hili likikamilia, maana yake tume ya uchaguzi itawalika nyinyi waandishi habari kuja kuhakikisha kwamba wanazipokea zile kura kutoka katika taasisi ambayo imeshinda zabuni ya kuweza kuchapisha hizo kura. Na baada ya kumaliza hilo, tume ya uchaguzi sasa itaendesha ile taratibu ziliofuata za mwisho zinofuata juu ya upigishaji wa kura na kutangaza matokeo.